Yes, how are you people? Kwa wale msiojua betri za hybrid zinafananaje, hizi ndio beti ambazo zinakuwa kwenye Toyota Prius, Aqua na kuna so many others, small small hybrid cars, Toyota Fielder pia nadhani na yenye inakuja na izani hii ya betri a zipo nyingi gari ndogo ndogo ambazo zinakuja na betri hizi. Sasa ukitaka kujua jinsi ya kupima, kujua kwamba hii ni nzima au la, huwa ni rahisi tu. Mtakifanya kwa mfano, naweka hii, ukitaka kupima voltage hii, si kichukua hii, ukichukua hii unaona, umepima hapo, inanyonyesha betri iko na voltage Uh, 6. 6. So, so, hii battery iko wiki. Battery ambayo ni nzuri inatakiwa iwe na voltage kuanzia 7.2. Kwa sababu gani? Unaona, nitakuonyesha battery nzuri inakuwaje. Kwa sababu kinachotokea so unaona, hii battery pack, i mean cell ndani, a kuna individual cell sita ambayo ni moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, na kila moja hapa ina voltage 1.2. 1.2, so ukichukua 1.2 times 6 you get 7.2. Uh, so that is a minimum voltage ambayo betri inatakiwa inayo, 7.2. So that is a minimum, anything below 7.2 meaning that we, uh, battery is weak or it is below um, the minimum threshold. Kwa hiyo inawezekana ikawa labda ni okay, iko na capacity ndogo ya kuweza ku hold charge, au basi ni ndio, of course, ikishakuwa na capacity ndogo ya ku hold charge, meaning it is weak kwa sababu battery inatakiwa ina uwezo like wa ku hold charge. Na sasa so, I need to show you battery ambayo inakuwa iko nzima inakuweje. So this one ni battery ambayo iko nzima, so you can see inaonyesha ina voltage 7.31, so maana yake hii iko vizuri, kwa hiyo ah, that's why you know karibu sana, rahisi tu. Kwa wale watu wanaomiliki hybrid wanaziogopa, au betri ikiharibika ni expensive. Hapana, hii betri moja kwa kwa sababu ziko ziko betri za hizi za 28 za design, kwa ni total pieces, kwa hiyo zinakuwa 28 Kwa hiyo zikiharibika, sio kwamba zote zinaharibika at once. Kwa hiyo ikitokea imeharibika, unaitoa ile mbovu, unatoa unaweka nyingine. Uh, basi maisha na kwa mfano hapa nime nime source hizi betri kadhaa Nampelekea uh, one friend of mine ambayo kidogo alipata chaga moto changamoto uh, betri yake ilikuwa imezingua, ilikuwa inamwandikia replace battery, lakini sababu ni nini? Ni kwamba alikuwa kuifanyia service, matokeo yake ikafika sehemu ikawa imeunguza imeunguza mpaka hii computer. Can you can imagine so, nimepata hii computer na betri hizi inaa kubadilishia na mwekea. Asante.